Mheshimiwa Spika. Kwa upande wa michezo, mafanikio mbalimbali yamepatikana na kubwa ni Tanzania kufanikiwa kwa mara ya kwanza kwa mwenyeji wa matukio makubwa ya michezo, ya kimataifa ya AFCON kwa mwaka 2027 20, na CHAN, na CHAN kwa mwaka huu wa 2025. Vile vile vilabu vyetu vya mipira vya miguu vikubwa Simba, Yanga, Azam na vyengine na Namungo, waziri mkuu, lakini kwenye nalolisema Namungo haimu viliweza kufuzu kushiriki mashindano ya shirikisho la soka la Afrika yaani CAF tunawapongeza sana. Mheshimiwa Spika, pamoja na mafanikio niliyobainisha, si kwamba hakuna changamoto, bado zipo na zinaendelea kushughulikiwa. Kama nilivyosema awali, maendeleo ni hatua. Hivyo basi tunaendelea kufanyia kazi mipango na mikakati mbalimbali ili umasikini, ili kuhakikisha tunapunguza umasikini kwa kutumia rasilimali zetu, kuongeza uwajibikaji serikalini kupunguza matumizi yasiyo na tija na kupunguza utegemezi. Ni matumaini yangu kwa mpaka ikifika 2030 nchi itakuwa imefikia uchumi wa kati kiwango cha juu.